Leo okay, yeah. Nachanana na blaza Mtukufu kwanza, ni mrefu na kidevu ndo ana ndevu, amechinga naona ni profa la kijivu, amepanda jua amechelewa nesu vivu, mikono kwenye fuko una makasiriko, usinitazame napaswa angalie huko, leo na kushika kama kiasi na kuweka kwenye fuko yani, na kuchinja leo ni kifo Mtukufu na nini uweze kujita mtukufu? Maana mimi na mimi niko na zini, kwanza mademo natumia ulivi, ninapaswa uendekeze kutafuta pesa sio chini. Unatikisa kichwa una marifa, hujui kuchana, labda unajua kukatika, hujui kuandika, hujui ku freestyle leo nakulaza na utalalamika, unatikisika. Naona suruali imepauka, hebu toka pelo nione kama umesuka. Kangalia sifuri, umekuja ujala, mtoto na desturi, leo nakupa nauli Unaanza kucheza na kiuno nazungusha, simama usijakuwa, kwamba misibusa anatoka wapi? Labda mchizi anabusha, leo napo gari anakula na msusa. Nimesha kushinda na makofi wamepiga, ni kuletea ugomvi hakuniga, huyu haki amekutana na hukwa tukufu leo na zika hufa. Minyuele michafu wana mbongo suge suka. Umefunja hapa kwa tukufu tapa suka. Mikono fukoni. Unaonekana mbongo hapo kifutoni. Uda zula zula. Cheki chini umevaa mkaputula kama chino wana mabu. Mbongo hapo minyuele kame washa mnyani. Angalia vibega kama una ukiwi. Cheki hapa ndale mbongo hapo tasirimu. Kama she leo na kumbamiza. Kwa kuna hapo

lakini binafsi nimeona Mtukufu ameshambulia zaidi ya Sun MC. Yes, kama alivyosema Pii wameshambuliana, wa wote wamefanya vizuri. Mi uh, upande wangu, uh, nimependa delivery ya Sun MC, kwa hiyo tampa Sun MC, lakini Mtukufu ukiwa umefanya vizuri. Sijui kwa jaji mwenzangu ni nim Yeah. <coughs> Mtukufu labda amepewa mpinzani ambaye amekuwa mkali zaidi, lakini na mtu mwingine angeweza kushinda, sababu naye pia ameshambulia, lakini ndio vile mwenzako ametupa makonde mengi zaidi ambayo yako straight kabisa yangu so, pia tandakwa sana msimi so Sun MC amepita.